Sasa ngoja ni kwambieni, mi mama yenu Gona TV. Acha tukujuze mi mama yenu, nimetoka kwenye familia ya kawaida tu. Babangu alikuwa mwalimu, mama angu mama tu wa nyumbani, kuwa anafanya uwalimu nyumbani kutusomesha sisi. Hakuwa anafanya kazi yoyote, ni housewife. Uh, sikusoma sana, mesoma mpaka kidato cha nne Sikufanya vizuri wakati sisi tunamaliza shule unapangwa unakwenda wapi. Wakati huo wataalamu wanatafutwa, so nilipangwa kwenda ofisi kuu ya maendeleo, lakini nikiwa na miaka kumi na sita na miezi saba, nilipofika mwajiri akasema huyu arudi, itakuwa child labor. Bado nikarudishwa nyumbani, shida ya kusoma haraka haraka hiyo nikarudishwa nyumbani mpaka nimefika kumi na saba na miezi kama sita hivi, nikaambiwa sasa, njoo. Nikaanza, nimeanza ofisa masijala, wanangu, ofisa masijala. Nimefanya ile kazi nadhani kwa miaka mitatu, lakini kila nikifanya ile kazi najikuta niliowakuta nawaongoza mimi kwenye ile kazi, wakubwa wakitaka kitu